Jia china chako jip lakini leo sitaidozivet lakin, kwa oh, oh, sababu sio siku rasmi. Lakini kwa nini nimeamua kukubali ombi la kwamba wosa muwe na siku yenu maalumu? Sababu ya moja, watu wengi hasa kwenye mataifa yetu ya Afrika matumizi ya mitandao ya kijamii tofauti na vile ambavyo ingetuletea tija maji. Nimeamua kuwatengeza segmenti maalumu, hata kwenye midia iende, ili watu wapate kujifunza ya kwamba ha, kumbe tunaweza tukakutana kwenye kundi la WhatsApp, alafu tunafanya vitu vingi vya msingi. Yaani, sikutaka kwamba siku niwalunikie, niwalunikie news za watu wengi, wa hiyo siktifei, si ofisi ya DC, si ofisi si, ya mkurugenzi. Yaani vitu vingi nimeona, like hiki kitu kimetia WhatsApp group kwa sababu ni digital platform, ile kutanisha watu ili watu waweze kuona tija ya hiki kinachofanyika, na hata wale ambao walikuwa waamini waweze kufanyajo kuamini. Ndiyo maana nikawaakubali kutenga siku hii maalum, na ndiyo maana hata wanakamati wengi huku unawatengia leo siku maalum, na vipi ile shughuli nyingine, au tumalize hapa? Nikasema hapana, leo hebu tuwape nafasi hiyo wao kama wao, kwa sababu moja tu ya kwamba tupeleke elimu ulimwenguni Tanzania, na hata wana Ludewa wenzetu wengine wajue ya kwamba hatukutani tu kwenye magumu kwa sababu ya umbea au vitu vingine hiyo ndio